Athari za maporomoko ya udongo katika kijiji hiki cha Gakira yanadhihirishwa na kubembea kwa nyumba hii ambayo msingi wake umesombwa. Tukio hilo la ghafla lilifanyika majira ya dhuhuri, kumali ya thamani isiyojulikana ikizikwa na tope. Familia tano zimeathirika na maporomoko hayo huku zikikimbilia afisi ya chifu kwa msaada ili kufikishwa katika maeneo salama. Hata hivyo, ajuza moja hajulikani aliko baada ya tukio hilo na juhudi za kumtafuta zinaendelea there is one person who is missing uh, who is my aunt yeah, i think that is it she is around 80 years yeah, we're asking the government if it's possible they can help us find her then uh, the things that were carried away we're asking the c government if it's possible then they can relocate these people for temporary then uh, after things go well then they can be back Eneo la Gakira limo katika hatari kubwa ya maporomoko ya udongo huku wakazi wakitahadharishwa kuhamia ya maeneo salama. Maporomoko mabaya zaidi ya udongo kuwahi kufanyika ilikuwa mwaka 1997 ambapo watu 11 walikufa baada ya nyumba zao kuporomoka. Dena Rose, QTV.